Lakini mpaka muda huu yupo hapa hapa na hataki kuja kuonana na uongozi. Maanake hiyo ni kielelezo tosha cha kwamba huyu mtu hana dhamira ya dhati ya kuweko hapa. Kwahiyo hilo la kwanza tukubaliane kwamba huyu mtu ana kiburi, anajeuri na yale yote aliyokuwa anazungumzwa kumbe ni sahihi, kwa sababu kuitwa kwenye maofisi yetu keshaitwa sana, na siku anazoamua kuja anakuja vile anavyotaka mwenyewe sasa baada ya mazungumzo kila taasisi ku, kuassess kuona utendaji kazi wao kuona mwelekeo kuona utekelezaji wa sheria na taratibu, tulichobaini kwamba hana, hana sifa hata, hata moja yani. Kwa hiyo maelekezo yetu tunayoyatoa ni kwamba Kamisheni ya Utalii leo hii tuchukue hatua hapa, ZRA ZIPA, bahati nzuri ZIPA wao wameshafuta uwekezaji huu kwa hiyo kwa ZIPA manako wamemaliza wajibu wao, na sisi mkoa na wilaya ni wasimamizi wa kuhakikisha sheria na maelekezo na programu za serikali zinatekelezwa. Kwa hiyo kwa upande wa ZIPA sisi ni kusimamia lililoamuliwa na ZIPA kwamba huyu si mwekezaji. Kamisheni ya Utalii mtachukua hatua yenu na ZRA, na wao kwa sababu ukikwepa kodi si sisi tu, seuze mgeni manake na yeye na wao wachukue hatua hapa. Kuanzia muda huu hatuopareti, kwa sababu taasisi zote zilizopo zimeshakiri kwamba huyu mtu ana shida hapa. Hapana uwekezaji, pana usanii. Tumefahamiana. Kwa hiyo kama yuko pembeni kajificha anatusikiliza kwa mbali au hayupo, lakini nyewe wenyewe umetwambia yupo anakuja anakuja anakuja, tushakaa muda wote, huyo aje hapa. Kuanzia leo tufunge. Tumeelewana. maswala yenu ya wafanyakazi, sheha akasema isha ripoti ofisini kwake. Kwa hiyo, hatua ambayo tumechukua sisi ni kufuta mradi, kwa sababu tayari hauna eneo, na sisi mradi tunasajili kwa eneo, hauna eneo. Yule ambaye amempa ile management, amesha mkataba umeshaisha. Kwa hiyo, sisi tukatoa barua ya cancellation ya mradi. Kwa hiyo, hatutambui kwamba ni mradi ambao umesajiliwa ZIPA baada hiyo cancellation. Kwa sisi, kwa upande wetu tunasema hatua ambazo zinataka kuchukuliwa hapa ni, ni sahihi kwa sababu hata sisi anatukwaza e, ukiangalia mradi wake ambao ule ukiachana huwa hapa ule The Nest ana deni kubwa mpaka sasa hivi na e, bado anaonekana hajawa tayari kulipa na hata hivyo amekuwa akimficha mmiliki halisi tukijaribu kumwambia tupe basi hata contact za mmiliki huyu ambaye anashughulikia, amekuwa anatukwepa na kimbia, ukimwita ofisini haji. Ningependa kushukuru sana Serikali ya Mkoa kwa kusimamia sekta ya utalii, na tunaahidi kwamba tutashirikiana sote kwa pamoja, na hapa leo ni sehemu ya mwanzo, lakini pia tutaendelea kwenda sehemu zingine. Kwa hiyo kila mwekezaji tunasisitiza kwamba hakikisheni mna leseni zote, hakikisheni kwamba nyinyi mnafata taratibu zote za kuweza kufanya biashara ya utalii hapa Zanzibar.